mkoa mko wa Ruvuma mwaka 1975 mpaka 1981. Aliendelea ya na elimu ya sekondari katika shule ya wasichana Peramiho iliyopo iliopo mkoa wa Ruvuma mwaka 1982 hadi 1985. Aliendelea na masomo katika vyuo mbalimbali tukianza chuo cha elimu Korogwe kichopo mkoa wa Tanga ambapo alihitimu elimu ya juu ya sekondari na stashahada ya walimu.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 Jenista Joakim Mhagama alifariki dunia tarehe 11 Disemba 2025 katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, kwa maradhi ya moyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Baba yetu mbinguni kwa maisha ya Jenista, ambaye hakika alitumikia nafasi yake ya ubunge na nafasi nyingine naizoaminiwa kwa bidii na uadilifu wa hali ya juu. Tunaomba Mungu Ampe pumziko la amani, raha ya milele umpe, E Bwana, apumzike kwa amani.